Hili ni tangazo la usaili kutoka jeshi la magereza. He, kwa wale ambao waliweza kuomba he, kazi au waliweza kuomba ajira katika jeshi la magereza waliokizi vigezo, basi wameweza kuitwa kwenye usaili na tangazo linasema hivi: kuitwa kwenye usaili. Kamishna Jenerali wa jeshi la magereza anawatangazia vijana waliomba ajira kupitia mfumo wa ajira wa Jeshi la Magereza, yani Tanzania Prison Service Recruitment Management System, kwamba kutakuwa na usaili wa vijana waliokizi vigezo vya awali. Usaili huo utafanyika makao makuu ya Jeshi la Magereza na kwenye ofisi za wakuu wa magereza za mkoa kwa tarehe zilizoainishwa katika tangazo hili. Usaili huo utaanza saa mbili kamili asubuhi. Gharama za malazi, chakula, nauli zitagharamiwa na wahusika. Uh -huh. Wahusika watatakiwa kufika kwenye usaili wakiwa na wakiwa na nyaraka zifuatazo: kwanza, cheti halisi cha elimu ya sekondari, cheti halisi cha kuzaliwa, cheti halisi cha taaluma kwa waliomba fani mbalimbali mbali. Lakini pia kitambulisho cha NIDA. Kwa hiyo hili ndio tangazo ambalo limeweza kutolewa na jeshi la magereza kuwaita eh, wale wote ambao wameweza kupita katika ule mchujo, sasa wanaenda kwenye hatua ya usahili. Kwa hiyo uh, uweze kutembelea katika tovuti yao ili uweze kuona kama jina lako limetajwa, eh, eh. Karibu sana katika chaneli yetu mpaka wakati mwingine. Asante.